Mwanzo ilikuwa hivyo, na mambo kama hayo kwenye Uislamu yako mengi, hayo ambayo mwanzo ilikuwa hivi, baada ya kabadilisha ikawa vinginevyo. So, sawa, mwanzo ilikuwa hivyo, baada ikawa hivyo. Kwa mfano ilikuwepo sheria ya ndoa za mutaa. Ndoa za mutaa, ya ndoa za mkataba ambayo haina walii, haina mashahidi, haina talaka, haina eda. Ndoa ilikuwa mwanzoni hiyo, haina walii, ni baba hahusiki na ndoa wa hiyo, wala mtoto wala ndugu wala ami wala babu, la haina walii pia. Muda ukiisha, haina talaka, ilikuwa kama kifurushi cha ani televile wajiunga dakika za mia tano kwa masaa ngapi? ishirini na nne. Ukifika muda ambao umejiunga, hata kama dakika zimo inakuwaje? Khalas, nastopishwa, muda umeisha. Ndio ndoa hizi za muta zilivyokuwa mwanzoni, na masahaba wakafanya hivyo. Ni vipi? Unashuka pahala ima jihad au safari ya kikazi au masomo au matibabu au matembezi kutoka hapa ende zako Makunduchi. so, pale sawa, ifika pale wakutana na binti mwanamke, naambaramini niko hapa kwa siku tatu, hataa kuwa na wewe yeye asema sawa, naye shingapi? mahari yako utanipa elfu tisini au laki moja au laki tatu, kwa mpa laki tatu. A akishapokia laki tatu, waondoka naye, akaa nyumbani wakaa naye kimke na mume kwa siku hizo tatu. Siku tatu zikiisha, ndoa nayo imeishia hapo, kumwacha talaka imeisha. Ukitaka kuendelea wengi mkataba mwingine, unajua sasa, bado nipo wiki moja, mwapatana upya sasa ongeza rasmahali kiasi gani, atoa mbili, atoa mbili tena. Mwanamume ukiondoka umwashi ndo taari, kipo hivyo. wala akaienda wala pata mashahidi, wakati ambao makubaliana zilikuwepaisondoa. Baadaye Allah tabaraka wataala akaja haramisha. Sema, sasa basi, sasa basi ni kuoa mke ambaye atakuwa na walii na mashahidi wawili, na sadaka itapata kwa maana mahari afuate kabla. Kadhalika kuna tith, nidhamu ya talaka na baada taka kuna eda, na eda itategemea ni talaka gani. Kwa hiyo na funga nayo, na mwanzo ilikuwa ufaradhi wake ni wa khiari.